Unafanyaje hapo unachukua ngapi? Nitakuungisha wala usijali. 4 ama 6. Zote zinapeleka wapi? wapi? Home huko ni gani? Hauna kula hamna watoto. Nitakula mimi mwenyewe. Mimi ni mzuri kinyama. Unaoga na mafuta nini? Una ng'aa kinyama yenyewe. Madem wengine wanakosa matiri huko mbinguni, nakuta dem amezaliwa amekaa kama baba yake. Unadhani yenyewe? Yule mama ni mzuri kinyama yenyewe. Kweli? Kweli nashukuru. Nikifa nzigo na picha yako yenyewe kama ungeona na Mungu apunguza hata miaka yangu miwili akuongeze ila mama yenyewe. Umefikia huko? Mimi naweza nikakuongezea yenyewe. Si ndio yenyewe? Kwa nini? Ah, wewe ni mrembo. Yaani umekipenda sana. Hapo hiyo kwako yenyewe. Kwanza hiyo baby face. Hizo sex eyes. Hizo romance za lips. Hiyo kifua siwezi sema ni sangapi, Sugar na hilo haga. <laughs> Mama yake umemaliza. <laughs> Ila Mungu hawezi kuumba ki, akupe kila kitu. <laughs> umenyimwa tu kitu kimoja. <laughs> na mbangu wa simu hauna, hiyo mpaka nikupe mimi yenyewe. Utanipa. <laughs> au si wenyewe, fanya saa maelekezo hapa wenyewe, haina noma unyama. <laughs> wenyewe ungisha kwanza hapo <laughs>